Ndugu zangu hasa kina mama tuliohudhuria, kama ilivyokuwa ni kawaida, ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutujalia hasa tukahudhuria katika mahali hapa, si kwa jambo lingine isipokuwa ni kwa kumtakia rehema na amani kipenzi chake Mwenyezi Mungu mtume wetu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam kama ilivyo kawaida mara nyingi huwa ni kaongea na kina mama, hasa kwa yule ambaye ametoka alipotoka, halafu akahudhuria katika sehemu ambayo pana utaja wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam na halafu akawa hana habari nao, yuko na habari nyingine basi huyo Mundo atakuwa ni katika wenye kupata hasara kwa sababu wa inna ilaihi rajiun. Wapo ambao wanajitoa katika majumba yao kwa gharama nyingi tu, lakini mwisho wanaishilia labda kuona mji, kuona matangazo, magazeti na mengineo. Amalu binniyat. Mtume ya sallallahu alaihi wasallam ametuambia hivyo, hakika matendo yote yanazingatiwa kwa nia. Na pamoja na kuzingatiwa kwa nia, ametoka nyumbani na nia nzuri, basi nia nzuri isibadilike baada ya kufika katika sehemu husika mwana mwingine anaacha kumsalia Mtume, anaacha kusikiliza maneno ya Mtume, anaanza kuangalia yule kavaa nini, yule amesema nini, lakini amesema nini, anaacha na mwingine kama hivyo. Kazi yake yeye ni kuchukua tu, kama hivyo anachukua, akimaliza kuchukua la hana kazi nayo, bora aonekane tu akuwa alikuwa amefanya ame nini, amechukua. Wako wengine pia ambao tayari ndio ameshakosa moja kwa moja ye anapofika sehemu kama hii, kazi yake kupiga picha tu, kuipiga picha ile nafsi yake tu. Nilipokwenda kule ilikuwa nimevaa ni hivi, nikaka hivi basi, yaani mda wote unamwona ameka hivi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na ndio maana ofti hapa akatwambia kuwa watu wote tunaonekana katika dunia hii, basi ni wafu Ina maana tumeshakufa tayari, lakini isipokuwa watu wa ilmu ndio ambao wako hai. Kile ambacho umefundishwa nyang'ania kukitumia. Unafundishwa kwa kuhimizwa na mahimizo tofauti tofauti, unafika sehemu maalum ya matumizi wewe hutumii macho yake anapesapesa kule -pesa kule kule, lakini yote hayo ni kutokana na kuwa kila mmoja anajisifu au anajifaragua yeye mwenyewe kwa mwenyewe, nimependeza kulikoni yule angojani, mwaone labda mwenzangu, labda yeye ametisha zaidi unatakiwa tupendeze kwa ajili ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kupendeza kwa kwanza ni kunyang'ania salawati ala nabii alayhi. Inawezekana umependeza vizuri, umevaa vizuri, umependeza lakini hukuitibia hata hii, umependeza umetisha, umetisha. Sasa kama umetisha duniani na afera, ndo kabisa kwa hiyo kina mama tunatakiwa kujitahidi sana katika maeneo kama haya, na kwanza utulivu huo mwingi. Kwa sababu gani? Utakuta sala so, watu zinasoma mwingine anaongea, yani kunakuwa hakuna utulivu, hasa kwetu sisi wa kina mama au wanawake, vichwa vyetu viko na mambo mengi sana, mambo ambayo wala haya, yani hata kama yapo lakini hayahusiani na hadhara kama hizi. Kwa tunapoingia katika sehemu kama hizi, tuwe na macho, maana badala ya macho mawili basi yazidi, kama ni masikio nayo e mawili yazidi, ili tupate fadhila kwanza za kutoka mbali kwa gharama tofauti, halafu na vile vile tupate rehema kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahuma sali wasalimu ala Muhammad, kwa sababu mtume mwenyewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tayari ameshatuhusia, kutuonya, kutukanyia, kutukumbusha ya kuwa bakhili ni yule ambaye limetajwa mbele zake jina langu au sifa zangu basi akawa asimtakie rehema so, na amani, huyo anaitwa ma nani? Bakhili. Inawezekana ikawa mimi au wewe. Mwenyezi Mungu atuhifadhi na hilo hilo, amin. Kwa tunatakikana tuwe na masikio marefu au makubwa, si maanishi ya kuwa makubwa ha, kama makawa. Ninachomaanisha ni kuwa ni sikio la ndani ambalo litaweza kufanya nini kusikiliza kwa makini na kunasa yale ambayo tunaambiwa na wanawazuoni. Tusizifanye hadhara zikawa ni hadhara za fashion. Hadhara zetu za karne hii bora kumetokea masimu jamani, kila mmoja nasimu anajiangalia mwenyewe. Swala zetu zinapita, yeye anamenyana na simu sijui mpaka wapi, astaghfirullah na mwingine ndio kama hivyo, ana kazi ya ko, ana rikodi lakini, hakuna hata siku moja ambaye atarudia kile ambacho amekirikodi, ili mradi tu ambaye kwa ana rikodi. Jamani, kama tunatafuta bida, basi hiyo ni bida ambayo iko wazi kabisa. Kina mama, tujiepushe na hayo, tujishughulishe na salawati ala mnabii kipindi cha kumswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wa jamani, yameelezwa mengi, halafu yapo mengi na muda nadhani siyo rafiki, mida siyo rafiki. Tunayo mengi katika vichwa, lakini kidogo cha kueleweka ni bora kuliko ni kingi ambacho hakieleweki. Kuangalau ni mwana wachuoni ukawa unatoa zawadi ya ilmu kwa watu, au kuwa ni mwenye kujifundisha, ukawa unapokea kutoka kwa nani? Kwa wana wazuoni, au kuwa ni mwenye kusikiliza, tusikilize kwa makini yanayotokana na nani? Na wana wazuoni au kuwa ni mwenye kupenda makundi. Ni haya manne, lakini tutajikuta sisi wanawake tumekaa nyuma kiasi ambacho hatuna hata kulieta. Ili kinamama, Mwenyezi Mungu atujalie tupendeze, mpaka katika nyoyo zetu kama tulivyopendeza hapa, mfano wa watu ambao wako hija. Basi Mwenyezi Mungu azitengeneze nia zetu kama watu wale ambao wako kule hija, ambao wamepata hija wenye kutakabaliwa. Amin. Mwenyezi Mungu atunyoshe kwa ajili ya wana wazuoni wetu. Mwenyezi Mungu atujalie tuwafuate mashehe zetu, waalimu wetu kwa kuwasikiliza kwa makini na sio kuwasikiliza. Baada ya hapo, unakwenda kunaona mabaya. Naambiwa ukila nyama ya mwanachuoni, na maana ukimsengenya mwanachuoni, hiyo ya dhambi yake ni ajabu sana. Alkamali lillahi, wassalamu alaykum.